Halo Karim, habari ya asubuhi? Safi, hapa ni TBC1 ukweli na uhakika. Karim Boimanda afisa habari wa bodi ya ligi yeah. Yes, watanzania wanataka ku- kusikia mambo mengi kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo imetolewa kwamba itachezwa leo, lakini usiku wa manane taarifa kutoka Simba kwamba wao wamesema me- wamesusia mechi hiyo kwa sababu tu jana eh, walizuiwa kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwanza bodi ya ligi, taarifa hizi mnazo na mmechukua hatua gani? Uoke, tumepokea taarifa, tumepokea barua rasmi kutoka klabu ya Simba Eh, baada ya kuwa tuli- baada ya kuwa tuliona pia taarifa yao kwenye mitandao ya kijamii kwa maana taarifa kwa umma eh, na ujumbe uliopo kwenye barua yao au tofautiani na ule ambao wameweka kwenye taarifa kwa umma, kwa maana ya wakilalamikia suala la wao kuzuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa eh, mm -hmm. Lakini pia wakieleza nia ya yao ya kutoshiriki mchezo husika kutokana na na kazi ya hiyo ama kushindwa ku, ku, ku, eh, kutekeleza eh, azima yao ya kufanya mazoezi ya mwili eh, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania eh, kama mwendeshaji na msimamizi wa ligi eh, tunafanya kila kitu kwa mujibu wa kanuni na kwa kuanzia tunafanya uteuzi wa maafisa wa mchezo na kama sehemu ya utekelezaji wa hizo kanuni na maafisa wa mchezo ndio ambao wanakuwa na mamlaka kuhusiana na uendesha kuhusiana na mchezo hufika ikiwemo kusimamia matukio yote yaliyoainishwa kwenye taratibu za mchezo ee, ikiwemo hilo tukio eh, la mazoezi ya mwisho ambayo limeainishwa kwenye kanuni ya kumi na saba ibara ya arobaini na tano ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Aa, kutokana na na hilo eh, bodi kwa sasa hivi eh, imewataka maafisa wa mchezo kutuma taarifa zao kwa dharura, kwa maana ya kutuma kwa haraka inavyowezekana taarifa kuhusiana na tukio hilo, ili sasa bodi ijue inapaswa kufanya nini. Kwa sasa hivi hakuna chochote kinachoweza kufanyika mpaka pale tutakapokuwa tumepokea taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wetu wa mchezo, akiwemo kamishina wa mchezo, mratibu mkuu wa mchezo pamoja na afisa usalama wa mchezo ambao wa walikuwepo na kwamba eh, wana- wanawajibika wana, wana kutueleza juu ya kile ambacho kilitokea kwenye tukio hilo mm. Lakini timu isipofanya mazoezi ya mwisho ni inaweza kuwa sababu ya wao kuhususia mechi? Ah, kwa sasa hivi hatupaswi eh, kuongelea matokeo eh, ya hiki kilichotokea eh, kama nilivyoeleza awali ni kwamba sisi tunapaswa taarifa ya maafisa wa mm. E, taarifa ya maafisa wa mchezo inaweza ikatuambia aidha hiki hiki ambacho tumekiona kwenye barua ya klabu ya Simba ama kikawa ni kitu tofauti. Kwa hiyo kwa sasa hivi si wakati mzuri sana kuanza kuelezea matokeo ya hiki e, nadhani ni wakati wa kuvuta subira ku ku ili sisi sasa kama waendeshaji tupate taarifa rasmi kuhusu hilo jambo, tuone ulinganishi wake na taarifa ambayo Simba Sports Club wametuma kwetu baada ya hapo basi tutatoa taarifa rasmi tukieleza pia e, kinachoweza kutokea ama kitakachoendelea baada ya hapo. Hakuna harakati zote zinafanyika za kuwashawishi Simba wa wabadilishe wa, wa, wa, wa, wa maamuzi yao wakacheze mchezo wa leo hmm, mpaka tutakapopokea taarifa ya maafisa wetu wa mchezo kwa sababu kupokea eh, taarifa kutoka hmm. upande mmoja haitoshi kufanya maamuzi ya busara ama kuchukua eh, hatua za busara, zilizojaa busara ama uendeshaji kabla hujapokea taarifa ya upande wa pili kwa maana ya maafisa wa mchezo husika. Ye, kwa mfano akabainika eh, mwenye makosa hapa, kanuni zipi ambazo zitatumika kuweza kuwaadhibu kuwa waliofanya makosa hayo? bado bado naepuka kuzungumzia kuzungumzia yatakayojiri baada ya, ya tukio hili kabla tujapokea taarifa kabla tujapokea taarifa ya maofisa wetu wa mchezo. Okay, mmewasiliana na upande wa pili kimaanisha upande wa yanga kwenye jambo hili? Hakuna, hakuna uh, bado haijafikia hatua ya kuwasiliana na klabu ya Yanga kwenye mm, jambo hili. Bodi inawasiliana na maafisa wake wa mchezo tu kwanza. aha Ok, kwao mpaka saa ngapi mnahakika tayari mtoko ameshapata taarifa kutoka kwa maafisa wenu wa mchezo ili mweze kuchukua hatua? Kwa sababu inawezekana tunapozungumza mimi na wewe e, kuna mtu anachukua SGR Dodoma aje aje Dar es Salaam, kuna mtu ana, anawasha gari yake Morogoro aje Dar es Salaam. Kwa sababu ni jambo la dharura, tumewaeleza maafisa wa mchezo kwamba wanatakiwa pia wachukue hatua kwa dharura, kwa maana ya ndani ya muda mfupi ambao wao tumewaeleza ni muda gani, wawe taarifa wameshaifikisha kwetu. E, na ni kwa sababu pia taarifa ikifika kwetu e, itajadiliwa kwetu na na, na ndipo taarifa itatolewa. Kwa hiyo e, kwa maana ya maafisa mchezo tumeshawaeleza kwamba wanapaswa kutuma ile taarifa ndani ya kipindi gani eh, lakini kwa maana ya ya, ya taarifa kwa umma hatuwezi kusema sasahizi, ila kinachopaswa kufahamika ni kwamba e, taarifa itatoka haraka iwezekanavyo kwa sababu tulishotangaza kwamba mageti yatafunguliwa saa tano kabili asubuhi na tunaamini kabla e, ya kufika huo mda wa mageti kufunguliwa taarifa hii itakuonyesha. Toka na wadau wa limi kuu ya FBC wapenzi wa dadi ya tari ya koo e, wameshapata taarifa kuhusiana raili. Mm. Lakini kama kama, kama kama mechi hii haipochezwa kwa sababu ya watu wa Simba wamezuiwa kufanya mazoezi jana, amuone kana kwamba kutakuwa baadhi ya timu amejazitendea haki, kwa sababu kuna baadhi ya timu zingine tumeshuhudia zikishindwa kufanya mazoezi kwenye mechi mbalimbali za ligi eh, kutokana na matatizo kama hayo, lakini siku inayofuata wanacheza mechi, ndio unasikitiza katika swali ambalo uliliuliza awali na mimi nikakujibu nika, kwamba hatuwezi kuzungumzia matokeo ya hili jambo mm, mm, kabla hatujapokea ripoti ya maofisa wetu wa mchezo, hakuna mm, chochote tunachoweza kuzungumzia sisi Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kuhusiana na kitakachotokea kabla hatujapokea taarifa za maofisa wetu wa mchezo. So nakusihi hifadhi e, maswali yako, utakapotoa taarifa, basi simu yangu iko hewani muda wote. Eh, na wakati mwingine hata ukinialika nije studio nitafika kwa ajili ya kujibu sasa maswali yako, baada ya kuwa tumeshapokea taarifa wetu mchezo. Asante sana nikushukuru sana Karim, na tutakie asubuhi njema, kazi njema, najua leo wata kulala hujalala. <laughs> <laughs> Okay, asante sana na asubuhi njema na kwako pia. Asante sana jamani, umesikia eh. <coughs> Mbona mmekuwa nyonge? Bodi ya ligi hawana majibu. Eh, Bodi ya ligi hawana majibu. Hivi mm. Maana yake maafisa anavozungumzia maafisa wa mchezo maana yake ni match commissioner. Match commissioner. Match coordinator. Yeah, match coordinator. Media officer. Ngoja nikusomee maafisa wa mchezo. Yeah. Yaani maafisa wa mchezo walituma hapa nadhani siku chache zilizopita, ambao amba ile kundi lote linahusika na, na, mechi hii ya Simba na Yanga, nadhani ukumbuka itakuwa tu iko mbali hapa maafisa wa um, mchezo um, wa leo. Kwanza mechi kamishna ni Salim Singano kutoka Tanga, mm-hmm. mwamuzi ni Ahmed Alajiga kutoka Manyara. Mwamuzi msaidizi namba moja ni Mohamed Mkono kutoka Tanga. E, mwamuzi msaidizi namba mbili ni Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam. Fourth official mwamuzi wa nne huyo, a kwenye benchi ni Amina Kiando kutoka Morogoro. e, E, alafu huyu ni la ni, ni Sudi Abdi huyu ni si lanmenasesa ndio yule anaye anaye anaetathmini waamuzi ni Sudi Abdi kutoka, kutoka Arusha. Alafu general coordinator ambaye ndio muhusika mkuu wa mchezo huu general coordinator Baraka Kizuguto, bwana Baraka ya Kizuguto ambaye ni meneja mashindano wa shirikisho la soka nchini TFF -tf. Tf -tf. Baraka Kizuguto alafu afisa usalama wa ni Jonas Kiwia wa Dar es Salaam media officer ni Karim Boimanda, naye yupo kwenye kundi hilo, bwana. Tunazungumza no naye hapa, naye yupo katika hao maafisa. Alafu kuna Fatuma Abdalla, alafu kuna Jerry Tem, alafu Manfred Libanga. E, alafu usalama ni Hashim Abdalla kutoka Dodoma, ambaye ni afisa afisa usalama huyo, na Ramadhani Misilu eh, kutoka Dar es Salaam. Sasa kundi lao lote ndo wao ndo maafisa mchezo, tusubiri, wao ndo wenye hatima yetu, dabi ya Kariakoo ipo au haipo? Kuna kufutulwa, kuna kufutulwa. Sasa hao hao viongozi wa ambao wametajwa, si ndio? Maanake watakuja kutoa majibu mara baada ya muda mwafaka. Mchezo kufaje sasa hivi? Wao wamesema sasa hivi wanakaa yani, wana watoe taarifa kuhusiana na kile kitu, sababu bodi ya ligi kwanza imekiri mm. imepokea taarifa kutoka simba kwamba simba. Kwa simba wamesusia mechi mm. wamekubali kwamba simba ni wastaarabu hawakutoa taarifa tu kwa jamii, wakapeleka na barua bodi ya ligi kwamba sisi mechi hatuchezi kwa sababu hizi na hizi na hizi na hizi. Bodi ya ligi sasa inafanyia kazi barua ya Simba. Bodi ya ligi wanasubiri ya... taarifa kwa maafisa wa mchezo, kwa maana kama baada, baada ya Simba kupeleka taarifa hmm, wao ikabidi wawaulize wa nini wa maafisa wa mchezo kimetokea nini unajua unajua shida, wajua zaidi, wajua shida zaidi inakuja wapi mm, yeah. Evans mm. shida zaidi inakuja kwamba wakati, wakati simba wanaandika hiyo barua mm. wakati wanajaribu kuitafsiri hiyo kanuni ya kumi na saba, ibara, mm. wabina, wakati wanajaribu kuitafsiri kuna sentensi wameiruka. Dan simba. Yes. Kambu Kambu ni, yani sentensi wameiruka ya sentensi yaani yote hayo yatategemea taarifa ya kamishna wa mchezo mechi commissioner ya, ya Simba, kwa maana Simba ndio hawajaandika sehemu ya kwamba yote haya yatategemea taarifa ya kamishna wa mchezo okay. Hicho kipande amekiruka Kuk, na ndicho ambacho Karim amekisimamia, okay. Kwa hiyo... kwamba ili ili Simba wafanye maamuzi ili bodi mamuzi ya ligi ifanye maamuzi inategemea taarifa ya kamishna wa mchezo na ndio maana ulivyosoma, uh, maafisa wa mchezo mtu wa kwanza kutajwa mechi kamishna Miju, yeye ndio kamisa wa mchezo mzima. Yes. Kwa hiyo yeye ndio anayepokea ripoti ya mchezo wote.